Yes, Wednesday Jumatano fulani hivi iliyochangamka kwelikweli. Leo kuna michezo mingi kwelikweli katika ligi mbalimbali mbali, utasema weekend ebana. Tukianza kuangazia katika usiku wa UEFA Champions League, usiku wa mabingwa barani Ulaya, usiku wa moto kwelikweli katika robo fainali first leg ama robo fainali ya mzunguko wa kwanza ambayo inakutanisha Barcelona vs Dortmund majira ya saa nne kamili usiku. PSG wanakutana na Aston Villa majira hayo hayo ya saa nne kamili usiku. Hizo ndizo mechi mbili ambazo zitapigwa katika usiku wa UEFA leo, baada ya kushuhudia mechi mbili jana katika UEFA Champions League, ambapo Arsenal walimkaribisha Real Madrid, Arsenal wakifanikiwa kuibuka na kushinda goli tatu kwa sifuri huko, Bayern Munich wakimkaribisha Inter Milan Inter Milani wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja dhidi ya Bayern Munich. Leo tunaenda kuwashuhudia Barcelona versus Borussia Dortmund. PSG Paris Saint-Germain dhidi ya Aston Villa. PSG wakiwa mabingwa wa ligi kuu ya nchini Ufaransa. Leo wanaenda kuumana na Aston Villa kutokea katika ligi ya Uingereza EPL. Nani ni nani kuibuka mshindi katika mechi hizi? Tuende katika Tanzania Premier League ama ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, kutakuwa na michezo mitatu. JKT Tanzania wanamkaribisha Namungo Football Club majira saa nane kamili mchana. Ken Gold dhidi ya Tanzania Prison wanakipiga majira saa kumi na robo. Dodoma Jiji Football Club wanamkaribisha Kagera Sugar majira saa moja kamili usiku. Hizo ndizo mechi tatu za moto katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Huko katika Kafu Champions League kutakuwa na mchezo mmoja, Orlando Pirates wakimkaribisha MC Alger majira saa moja kamili usiku. Kumbuka Orlando Pirates wana faida ya goli moja, goli moja ambalo walishinda ugenini wakiwa nyumbani kwa MC Alger. Katika Kafu Confederation Cup ama kombe la shirikisho barani Afrika, kota fainali ama robo fainali ya pili Simba Sports Club wanamkaribisha Almasri Sports Club majira ya saa kumi kamili jioni, Almasri wakiwa na aggregate ya goli mbili kwa sifuri leo Simba wana maswali mengi ya kujiuliza. Simba Sports Club wanatakiwa kushinda magoli kuanzia matatu ili kuweza kujihakikishia nafasi ya kuvuka katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Zamalek Sports Club wanamkaribisha Stellenbosch majira saa moja kamili jioni. Aggregate ikisoma bila, bila. Ares Belkane dhidi ya Asik Mimosa mechi inapigwa majira saa 4 kamili kamili usiku sa usiku. Ikisoma usiku ikisoma moja kwa moja, hizo ndizo big matches katika ligi mbalimbali mbali duniani ambazo zinapigwa siku ya leo. April 9, siku ya Jumatano tulivu kabisa. Ni mechi gani ambayo hamu kubwa kule kwelikweli katika mechi za leo? Drop your comment hapo kwenye comment. Ni super travel ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.